Niko Butembo ama sina Butembo? Kama niko Butembo mwitike vile Butembo ni itikaka. Butembo mchambo. Butembo mchambo. Butembo mchambo. Nord-Kivu mchambo. Kongo mchambo. Batoto ba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mchambo. Mupikie raisi wetu mikono. Butembo Norkivu, tuna mipikia aksanti sana, aksanti sana sababu muko wanaume na muko wanamuke benye wana msimamo mkali Uko na msimamo mkali sababu nchi yetu ya Kongo inaendelea kusimama sababu mwemko wako. Tunamipigia asanti sana sababu kila siku mnasaidia jeshi yetu ya Kongo na mnasaidia wazalendo, mwapikie mikono. Tunamipigia asanti sababu Munaendelea malgre wale wajinga wanafanya fujo, tunaendelea kujenga nchi yetu. Ni nchi ya makambo yetu, ni nchi tutaachia watoto wetu aina vile. Na rais wetu alali anatafuta solution, na siye Kongo tutawina tu na amani itarudia tu. Na maendeleo tutaifanya sababu hatuna na deni na mtu aina vile yeah. Nchi ni ichi yetu, na nchi ni ya wakambo wetu aina vile yeah. Na tutaijenga mkono kwa mkono, mjipigie tena mikono yeah. Utemba mjambo yeah. Nampigia asanti liwali wa jimbo gouverneur General Somo ukisikia tu jina Somo, hata we mwenyewe Somo eh? jina ya guverneri Somo Munasikia ile yenye kuwa nyuma, ni mutu alikuya na misio ilimpatia rais ya kuchunga nchi yetu na kufanya maendeleo na ndio maendeleo inatuleta huku leo, vile rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo iko najenga Kongo. Tulikuwa kwa maprovensi ingine, Kongo Central, Kasai, tulikuwa Chopo, tulikuwa Katanga, nilikuwa jana, nilikuwa Ituri, wale walinyua Bunia, kulikuwa miaka ine wafike leo waone Bunya. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo eko na transforme inchi yetu leo. Tuko nafanya proje ya kuunganisha weste ya Congo na este ya Congo. Felix Antoine, Antoine Tshisekedi Chilombo eko najenga balabala toka kule Mwanda Banana mpaka Kasumbalesa Sakanya 3300 kilomita. ilifanyikaka mbele ilifanyikaka mbele ilifanyikaka mbele? mbele Butembo kuko mtu alifanyaga mbele na leo kama tunafika hapa ni ile mipango ya maendeleo konafanya tulianza autoroute ya kwanza mwa histoire yetu ya Kongo, route nationale numero 2 itaanza, inaanza Mbujimai, itafika mpaka Bukavu 1020 km. Tunasikilizana na itatoka kule inapanda paka huko na njo hii yenyewe tunakua kulanse leo 160 kilomita ya barabara ya goudron makadame, hakuna vumbi tena. <coughs> Butembo, mjambo, bamotari beko hapa beko wako, hakuna vumbi tena, tunasikizana. 160 kilomita makadame na makadame, ni kufunga tu macho oko naenda tu

tunasikilizana? Kisha ile barabara, si batu watatembea na busiku, tutatia matala, tutatia mai, itakuwa kutemba mjambo, na tena aina ya kuogopa sema oh, itakuwa tutakuwa na tafuta makuta, njoo tujenge Eh, kisha kisha r dm Bongo tuko nayo yote Butembo. <coughs> mjambo <coughs> Fachi ananzaka na anamaliza. <coughs> na hiye ko naianza na taimaliza, na bamotare batafaa paka vile ena vile. Tunasikizana <coughs> tuko na maliza ile ya pili, ni kushukuru guverneur

itakuwa aeroport international, sababu nayuwa hapa Butembo mjambo, sababu kama unapenda kuona dinamiki ya development, bafanya biashara wende wapi? Wende wapi? mwanzo iko wapi ngazug ngambo fulani iko wapi? ukwi Butembo. Sasa tutafanya tutafanya ile biashara bila aéroport international Butembo? Kama munapenda fachi beton aendelee kufanya ile aéroport mumpike mikono, tutarudia tutatumika na gouverneur na tutatia ba ingénieur Batuambie cha kufanya na si leta, tutafanya nguvu yote ili aeroporo kuwe pale. Mutu ni kutoka hapa kwenda wapi? Tukitoka hapa tunaenda njia paka Bunia, ile nayo tuko nafanya na banduku yetu ya dot Bale bandugu, tutakutana nabo na leo hii. Jana hii si franga yenyewe tulipasha kutosha, tulitosha. Ni kusema kama kutoka hapa Butembo kufika Beni mambo itamalizika vizuri, na tutaendelea kutoka Beni mpaka Bunia.